Katika ukuzaji wa huduma imara ya vijana inayojumuisha ustawi wa kila mmoja kiroho, vijana. Idara hii inashughulika sana na mambo ya kiroho, ustawi wa kiroho kwa vijana wenyewe, watoto wote walioko kanisani pamoja na, na, na washiriki wote. Idara hii inajikita katika mambo ya kiroho, ni malezi ya kiroho. Hata hivyo, nilikuwa nimeangaa hapa kidogo kushukuru kwaya ya Mumas, Mumas kwaya. Jamani, bwana situe sana, wale vijana wanafanya kazi nzuri, wale vijana wameandaliwa vizuri. Mchungaji Gama nadhani yuko hapa, bwana kubariki sana juzi tulikuwa na mahafali hapo ya darasa la saba, lakini kijana mhubiri wa kwanza aliyetoa hotuba ambayo mimi sijaisahau ni mtoto wa darasa la pili, na kwa lugha yao ile ya kule, si mnajua lugha, alihubiri vizuri, akawaasa wazazi, akawaasa walezi, akawaasa wanao hitima ka, yani kila kona mtoto ametulia, nikajua hapo kuna malezi ya kiroho sasa. Ukiona hii kwaya hii ya mumas wanavyoimba hivi, tunajua ya kwamba huko kuna malezi ya kiroho kuna masagaisi wako huko usiku na mchana, wanawandoa hawa vijana sasa. Mimi ni masagaisi sungejisaruti kwanza kidogo, wngarau jamani, bwana asifiwe. Mzee Joshua nilienda mtahuru pale Tagota Central vijana wawili walijitoa jasho. Hawa watu wawili, mmoja aliitwa kuomba wakati wa shule ya Sabato. Lile ombi mtoto alivyoomba, mimi nikiwa ofisini, nikamwambia mchungaji wa mtaa, unasikia hilo ombi? Yani anaomba point kwa point, point kwa point Sinai kitu hiki. Mtoto mwingine wakati wa lesoni, oh ndio sichumu, tulikuwa wote wakati wa lesoni, watu wazima wamepiga huku na huku, wamepiga huku na huku, akanyosha mkono mtoto Pf, ni Pf tu, akaja kwenye maiki kuchangia. Sasa mimi nasema <laughs> na anachangia lesoni ya watu wazima. Lakini ameiweka kwenye muktadha wa lesoni zao za vijana. Pointi alizotoa